Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Eleze kwa majina waitwa nani na hapa tuko wapi? Hapa ni chanzo, jina yangu ni Huko Buya. Waishi na mayatima wangapi? Yatima yangu ni Hasan Muhamed, Leila, Hadija Muhamed, Sulema Muhamed ambao ndo Suleiman Muhamed mm. Kabla Halal, ako, alpua vip, alpua ya kupatana na Halal Charitable Trust maisha yako alikuwa vipi? Ulikuwa unapitia changamoto gani? Tueleze labda kuna changamoto. Umeshukuru lakini unapata pahali ya kulala, ako nao kukula, hata kama ni kidogo unapata, umeshukuru, lakini kuanzia mzee wangu amekufa, watoto pia wamekosa masomo. Suleman juzi amepata wa ufadhili ya madarasa lakini Hassan bado saa yeye amemaliza juzi glasi nane form one, saa yeye hakuna mtu kusaidia. Saa yeye hata iko hapa ajarudi tambo unasomaukulamakijana Leila iko boarding madrasa adicha pia amegonjeka amerudisha hata hiyo board. Saa yeye mtoto juzi amelia iko na shida pale, hata nataka kutoa hiyo kama nafika Ramadani, sijui ni Mungu tu najua sana na baada ya kupatana na hii shirika, wamekusaidia vipi? Ah, umeshukuru hata wamepata chakula watoto wangu, nakula mzuri, hata umeshukuru. Saa hii umeshukuru kabisa. Chakula manyewe kwanza ni shida, upata manyewe, marangine napata, marangine nakosa, marangine napata, marangine kupata chakula makasina, lakini hiyo yote ameshukuru mwenyezi Mungu amepata. Nishukuru mm. saa hii na ungependa halala wakusaidia vipi zaidi? ile masomo ya watoto hasa Muhammad, tena sahii manya kama anakuwa, naomba Mungu unanisaidia, ni yeye kama namaliza shule, sindio? mm. Sahii amekosa masomo, angalia mazake yote, jana amerudi. Eh, sasa paka gangane tutafute basari narudisha su shule, sijui basari utabata lini, sijui Sulema pia huyo hapa ajarudi madrasa. Adija bado hata iko kwa dada yake sahi, majengo Leila peke yake sai madrasa bodu. Leila pia wakati mimi ametoa hiyo shule ajili ya pesa, iko na gilasi tano unasoma na madrasa hapa, ajili ya pesa ametoa shule amepeleka madarasa kabisa. Hadija pia ametoa kabisa shule madarasa ajili ya pesa, maana shule na madarasa kama hautaenda pamoja, unamjua ni mzuri, lakini amepeleka tu madarasa, awacha nayo. watoto saya ana baba, wacha tugangane hivo hivo paka hali, Mungu utafikisha sisi. na unge uko na ujumbe gani kwa Halaal Charitable Trust wenye amekusaidia kichakula, ungependa kuambia nini? anisaidie hiyo shule, shule kitu wameweza anisaidie tu, u yote unaweza unamjua, kila kitu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, kitu yote, kama anaweza anisaidie tena upande wa masomo, iko na shida hiyo watoto wangu. rahmatullahi barakatu, alhamdulillahi wasalatu wasalamu ala rasulillah. Uh, kwa ufalme wa Allah leo tumeweza kufika katika mji wa Shanzu na hapa tuko na mama mjani, ambaye mmoja katika mayatima wake na huyu ni myatima wake. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kama ratiba yetu, tunawafidia upande wa chakula. Hiyo ndio stepu ya kwanza ambayo tumetukua kuweza kuwasaidia mayatima wetu na wajani. Hivi leo tumefika kwa mama huko uh, buya, Uko buya na leo insha Allahu taala, kama ratiba yetu tumeweza kumkabidhi chakula chake cha mwezi mzima, na insha Allahu taala tuaomba kwa wahisani wale ambao wataka kujitolea waweze kushirikiana na Halaal Charitable Trust katika njia ya kusaidia komuniti hii, nikiwa ni moja katika njia ya kusaidia mayatima na wajani, insha Allahu taala. Kwa hivyo ratiba yetu inatimia na leo tunamkabidhi chakula chake. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Tueleza kwa majina, yaitwa nani na hapa tuko tuko wapi? Majina yeah, yaitwa Fatuma Abdini. hapa ni wapi? Tanzu. okay. mm huko -hmm. na As... mayatima wangapi si? uko na watatu. uh -huh. Alafu uko na wawili, ulikuwa nimalea bila wala mama, uh -huh. mama wuko, baba kwa mama babao ukoa mlimako kidogo mi kale. Nikwalea lakini uh -huh. saa imekuwa kubwa sai kiazi penye tu hawajaolewa lakini niko nao mimi wote. Kwa hivyo kuna ile kijana yangu mkubwa pia amemaliza form three bado hajapita mbele, lakini tumepata msaada. Kwa hivyo, fa, pande ya Halal mtapa, mashallah, tumesaidika kwa sababu mwenye akupatia shilingi kumi lazima ushukuru. Hivyo nahiyo, chakula penyewe nanasaidia, mimi ndo nachoma biazi, anasaidia hapa na pale, ajitumia watoto. Kuna sahii hata nasoma Turki sahii pia huwa ntakana bado msaada nataka, lakini kwa uwezo wa Allah, kenye Mungu atanijalia na hawa atanisaidia pia, bado naomba msaada kutoka kwao, maana nimepata chakula, nimeshukuru. So, naambia manya anakupatia fungu washukuru Mwenyezi Mungu, na manya anakupatia pia, Mwenyezi Mungu amsaidishie sidishie apate nyingi kuliko hapa, si ndio? mm. e, kwa hivyo msaada yangu, maombi yangu ni hiyo. Niko na watatu sasa hivi, niko na jukumu la kusomesha huyu sasa hivi naenda naye

lakini huwezi pata mtoto anakupatia hiyo umu. Nyumba tunaishi ni hizi madonge, hiyo tunaishi maisha yote, tumekaa hapa aiyo baba yake amewacha, baba yake amewacha akiwa ananyonya, ahii imekuwa mkubwa aaaingia ka, unashukuru Mungu. Kwahio saidi pangine, mnaniambia mimi pangine, sijui chakula nimepata, tunashukuru. Na Mwenyezi Mungu amsaidishie. Siombi kila ya nyumba akiweza ile mtoto wangu kwa madarasa. Huyu pia anaingia naye. Baada nasema shule ni ya serikali lakini wanatisha pesa kila mwaka wanachukua elfu nne. Mbali na ile kidogo kidogo mia tatu kwa hapa, mia nne kwa hapa lakini anatisha elfu nne kwa tamu. Alafu wanasema hii ya madarasa ndio bado kidogo mnataka sana. Maana wanataka visa, wanataka passport. Hapa uko na kidogo kidogo fulani kidogo mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. hapa Uh -huh. Inshallah. Inshallah pia naomba Mungu. Nashukuru. Inshallah naomba pia na yeye. Na je, kuna usaidizi wote kwa shirika unapata? Hakuna. Hakuna. Zaidi ya upata ni hakuna hii hii hii ya halali. Ila wengine mimi nachoma choma viazi pale hapa na pale nakimbia pangine, nikiona meshindikana, manyena mjua nimpigie simu nambe leo nimekafika mahali fulani, hebu nitumanie kitu, hakuna mahali nasaidisanjine Ilarahmanirahimlhamainshtaala uh, tukiwa katika mfulilizo wa ugawaji wa chakula kwa mayatima na wajani, tumefikia kwa mama Fatmaabdi Fatma hapa akiwa na mayatima na sisi, hii ni mara ya mara ya paia chakulakumfidia kutoka kwa shirika la Halal, twaomba inshtaala kuweza kushirikian na watu kama hawa ni watu wanahitaji misaada haswa, kama huyu msichana hapa. Ni msichana ambaye amemlea kwa shida na tabu, na hana usaidizi wa kitu chochote, lakini kupata maombi haya tumefika na yeye, tumemletea chakula kama ratiba yetu. Twaomba ushirikiano kuweza kuweza kuwasaidia eh, mayatima wetu na wajane wetu, insha allahu taala. Hatuna la zaidi mm. Mwenyezi Mungu aibariki Halaal kwa juhudi zake, wazidi kuweza kuwasaidia yeah, na mengineo katika maisha yao yeah. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa nani na hapa tuko wapi tueleze. Naitwa Emily Farida Yusuf. Aha, na hapa tupo wapi? Hapa tuko mtaa unaitwa Kwa Jesa. Aha. Na hapo mtaa unaitwa Kwa Snoop, na ngine kwa Mama Vicky. Okay, itua. Na mtu hapa Uko na mayatima wangapi? Kuna mayatima wawili. Na before upate upate na shirika ya Halal ku uko, uko na changamoto gani? Changamoto ilikuwa ni jinsi mtakavyokula, mtakavyovaa, wengine wanalala na njaa, lakini ta patikana na shirika Halal watoto wangu wajai lala njaa, na shukrani alhamdulillah. Na ulikuwa ataka Halal, kuna maoni gani kwa Halal? Maoni wazidi kusaidia mayatima na wajani ile kusonga mbele kama ni mambo nawao fungulie kitu wa kufanya wao watajitimu nayo, kama ni biashara. Na swala nyingine nasumbua na mambo ya renti, maanake sasa hivi sina kibarua. Barua ni hiyo ya kukua, mara umekosa, mara umekosa, umepata. Sawa. mm. mm. Oh, inshaallah tutarajie mingi kutoka na je, umewahi kupata msaada kupitia shirika lolote lingine zaidi ya Halali? Ijawahi, ndo mara ya kwanza kupata msaada tangu wache nao watoto. Na ni muda gani? <coughs> mara ngapi Halali imekusaidia katika hii sasa mpaka leo <coughs> kuweza kufikia hapa? <coughs> ni mara ya tano. Ninakuambiaje, Halali rasmi wazidi kuwa nao moyo na wazidi kubarikiwa, jazaka la heli ana moyouo na wazidi kupata wafadhili na wazidi kusaidia watu kama sisi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaqibat lilmutaqin wala udwan illa ala zalimin. Leo tarehe 14 Rajab 1447 sawia na 2025, tumefika hapa kwa Mama Isa ambaye tumemletea ratiba yetu ya chakula ambayo tunawagawia mayatima kwa hivyo tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atubarikie na ibariki Halal. Hii ni miongoni mwa kazi yake ambayo inafanya ya kusaidia mayatima na wajani insha Allahu wa taala. Na wale ambao wataka kushirikiana, mlango uko wazi kwa Halal inshaallah. Najua fika kwamba sadaka zao zitafika kwa wale ambao wanahusika, wabillahi taufiq. Asalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum. Mimi Fatuma Salim mzazi wa Maria ndo namlea naishi naye Nimesaidika, nashukuru kwa msaada wenu alhamdulillahi. Mpaka sasa nawashukuru, Mungu awabariki awajaze baraka. Mariamu ni mtoto wa dadangu, babake alifariki, mimi ndo naishi naye. Ana miaka kumi na saba, lakini nashukuru alhamdulillahi. Baraka ziende kwenu, tunawashukuru sana. Mungu awazidishie awajalie kila la kheri, asanteni sana ah. Nashukuru, hii ni mara mpokea mzigo wenu amana yenu kutoka shirika la Halaal Charity. Nashukuru sana, hii ni kama mara ya tano nimepokea mzigo. Nashukuru, Mungu atawatilia baraka inshallah. Muzidi kutusaidia insha allah kwa mengine na zaidi. Asante, shukran jazakallah. Majina naitwa Wanajuma Baya Pungo na shukuru kwa msaada naopata kwa Halali. Nilianza kupata huu msaada toka mwezi wa kumi mpaka saa hii na ninashukuru, na na mtoto yatima ndio ambaye anasaidiwa na huo msaada. Mtoto anaitwa Bakar Muhammad ana miaka kumi na nne. Nashukuru kwa huu msaada nashukuru, na naomba mzidi kutusaidia na na kwa kila jambo lile ambalo tunahitaji. Nashukuru kwa hilo. Na katika maisha yako kuna shirika lote labda limekusaidia? Hakuna. kumlea mtoto? Hakuna, hilo ndio la kwanza kabisa ambapo unapata katika kumlea. Watoto wana changamoto na changamoto tu nyingi, maanake mwanzo shule hata mpaka nadaiwa mpaka saa hii, shule shule, chakula, kila kitu. Kuna changamoto nyingi sana kule. Hawa ni hii biashara tu peke yake, saa nyingine hata biashara naa. Halali, naomba halali zidi kunisaidia kwa huu um, msaada, waendelee kunisaidia kwa kila kitu.

Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Okay. Kwa majina naitwa Mishafi Ahmedi Ali, mimi ni mzazi wa Fahima Mabula Juma Faridi Mgonde Juma Ahmedi Chome Juma, ni mkazi wa hapa Mtwapa Masjidi Bidaa. mimi ni mjane, kuna watoto watatu liacho na mume wangu

Sasa hiyo ndio huwa nampiga changamoto kwa sababu biashara yangu ni viazi tu ubu peke yake. Lakini nashukuru pande wa Hanan Halali umenisaidia kutoka mwezi wa tisa napata ufadhili wa chakula nashukuru alhamdulillah, pande wa chakula sina shida, niko sawa. Nyumba mm. tu ndio huwa changamoto na ndouachangamoto npigia <tipi> magonjwa bakia hizo nashukuru okay, Mungu pia mbeleni asika zaidi. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina yangu naitwa Arda Muhammad. Mini mkazi wa Mtwapa na mwanangu aitwa Zahia mtoto wa ndugu yangu Zahia Abdul Wahid. Halal, alhamdulillah, natusaidia kwa chakula. Nataomba Mwenyezi Mungu amjalie amzidishie atusaidie kusomesha kwa matibabu na vinginevyo ambapo naweza kusaidia mayatima. Na Allah mbarik na mjaze nazidi kumfunguliaarangapi aa <tutu> imetusaidia e, karibu mara sasa ya tano sasa mara tano kwa chakula hiki. kila mwisho wa mwezi ikifika tarehe wapijiwa simu waenda ukachukua naambia mm-hmm. Halali Allah mbarik amzidishie, wasokuwa hawajiwezi mayatima awashike mkono awaweze kuwasaidia kwa chakula kwa masomo kwa kila kitu.

Tumshukuru Allah subhanahu wa Taala, na leo insha allah taala tarehe 14 mwezi wa Rajab 1447 ukiwa ni 2026, tumeweza kutembelea familia ya mama Mjani, huyu hapa akiwa na mayatima wake hawa. Alhamdulillahi, kutokana na ufadhili utokao kwa Halal Charitable Trust, takriban hii ni kama mara ya tano inaweza kuwafidia kina mama kwa chakula na watoto wake mayatima ni kama hawa mnavyoona, na hana la kusema yeye, kama mnavyomwona, zaidi anaomba kwamba usaidizi uendelee kuwa zaidi, kwa sababu watoto wataka kusomeshwa, wataka, wataka, wataka kuhudumiwa na mengineyo inshaallah. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufadhili sisi kama Halal Charitable Trust na kujua shida za wajani na mayatima na kuweza kuwasaidia vile vile. Tunatanguliza maombi yetu kwa wale ambao ni wahisani wataka kuyafanya mambo ya kheri, basi mlango wa heri kupitia kwa Halali uko wazi, mlango wa kheri kupitia kwa Halali uko wazi, waweze kushirikiana wakipitia kwenye mtandao kufuatilia Halal chari... trust. Charitable trust. Vile vile kufuatia Halaal Charity Tv, watapata majukumu ambao Halaal imeweza kuwasimamia wajani na mayatima kama hawa mliowaona leo, kuweza kuwatembelea. Tumewaletea chakula hiki alhamdulillah, na twaomba insha allahu taala tuweze kuwafidia na mengineo